Mamlaka huwa haitoi chochote bila kudaiwa, haijai kutokea na haikatokea baada ya kudemand hapa mwishini. Kesho yake mkuu wa gereza aliniita, kaniambia, eh, unataka tufanyeje? Mheshimiwa, nii tamwambia nataka yale, ndio ambayo inalalamikia tangu siku ya kwanza, niruhusiwe ibada. Kwa am happy to report Mheshimiwa, kwamba Jumapili iliyofuata nimeletewa padre kwenye selo yake, naliletwa Padre George ainimepaka huduma ya kiroho. Eh? na bwana jela na, akauliza na kingine. Nikamwambia nataka nifanye mazoezi mahali salama, uwanjani. Kama unakumbuka, mwesheikuambia uwanja uko nyuma ya selo yangu. Akasema na hilo grande. Kwa siku hizi nafanya mazoezi uwanjani, napata some fresh air. Kwa ina hiyo imetekelezwa. Na mawakili wangu siku hizi tunaonana kwenye kachumba fulani <laughs> Kwa hiyo kwa hiyo, Mheshimiwa, my demands zilisaidia kufanya mabadiliko. Nashukuru ulinisikiliza, mheshimiwa, ulinipa muda nikueleze ya, ya mle. Kwa hiyo kuna kuna hayo ya yamerekebishwa, ya hmm, tunaenda no, vizuri no, ila, ila no, sisemi tunaenda vizuri niendelee kukaa mle <laughs>